Zuri. Lakini sasa lani, ya sasa hivi tuna na teknolojia, kuna kitu kimeongezeka, kwa hivyo lazima mwalimu usilijiwe somo lako kiundani, takuta njia nzuri ya usurishaji tayari, lakini pia utumie teknolojia. Tuko pamoja mpaka hapo? A, nikisema content nakusudia, nikisema content knowledge nakusudia nini? Mnaona model zote kuna nini? Kuna content knowledge. Nikisema content knowledge, ni subject matter knowledge. Subject yako unaijua kwa kiwango gani? tayari eh? subject yako unai understand kwa kiwango gani? somo lako liwe vipi effective? tayari eh? Sasa kitu cha mwanzo ni mm.

hatu katika report management taki tu mm -hmm. <laughs> Tunaanza na basic principle of what record management mm -hmm. <coughs> mm -hmm.